Waligani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukojiuze yale yaliyojiri tukkuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Godwin Mawanja katika kusomia habari za kitaifa na kimataifa, habari za biashara itasomwa na Nezia Masinde, kwenye habari za michezo tutakuwa naye Wahabili Mei. Karibu ditamati kifuatacho ndani ya TVE habari. Waziri Mkuu awataka Watanzania kuthamini na kulinda tamaduni za Kitanzania. Serikali asistiza kuendelea kuvilinda viwanda vya ndani na kuvijengea mazingira bora ya uzalishaji na katika habari za kimataifa mwili wa Papa Francis kuzikwa siku ya Jumamosi. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzia na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kasim Majaliwa amewataka Watanzania kuthamini na kulinda utamaduni wao kama msingi wa utambulishi wa taifa na urithi wa kizazi cha sasa na kijacho. Taarifa iliyoandaliwa na Recho Chacha inasoma studio, na Goodluck Msola akizungumza wakati wa uzinduzi wa kaukazi cha maafisa wa utamaduni wa michezo na maafisa maendeleo ya michezo kutoka mikoa na halmashauri zote nchini. Majaliwa amesema utamaduni ni silaha muhimu ya kujenga mshikamano wa taifa na kukuza uchumi kupitia sanaa na michezo. Ameeleza kuwa mageuzi ya sayansi na teknolojia duniani yamechangia mwingiliano wa tamaduni, hivyo kuna haja ya kuwa makini na mabadiliko hayo yasababishe mmonyoko wa maadili miongoni mwa Watanzania, hasa vijana. Wakurugenzi watendaji kwenye majiji manispaa, halmashauri za wilaya na miji, nenda muhakikisha kuwa shughuli hizi katika halmashauri zenu zina kuwepo, na afisa anayeshughulikia maeneo hayo ya utamaduni, sanaa na michezo anasikilizwa. Iko tendensi ya afisa wa utamaduni anapotaka kuzungumza na mkurugenzi kurugenzi kuwa na vikao vingi hata kama una vikao ili mradi tu unamwacha. Iko tabia ya wakurugenzi afisa, utamad... afisa wa michezo anapotaka kuja kusema jambo kuhusu michezo anaonekana kaa anakuja kucheza cheza tu, hii hapana ikubaliki. Kwa upande wake, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Profesa Paramagamba Kabudi ameeleza kuwa sekta ya sanaa na utamaduni na michezo ni nguzo kuu ya ushawishi wa taifa zikitambulisha nchi kimataifa na kuingiza mapato kupitia fedha za kigeni, hasa kwenye vipaji vya sarakasi. Wizara kupitia Baraza la Sanaa la Taifa limefanikiwa kuunganisha mfumo wa Artist Management Information System, yaani AMIS, na mfumo wa ukusanyaji wa mapato wa serikali za mitaa Tausi, lakini pia na mfumo wa ununuzi NeST, mfumo wa TRA na mfumo wa NIDA ili kuwafikia wadau wote wa sanaa wanaotakiwa kulipa tozo za serikali. Uunganishaji wa mifumo hii utaliwezesha Baraza la Sanaa la Taifa, Basata, kuongeza ukusanyaji wa mapato. Kikao hicho kilichowakutanisha zaidi ya wa washiriki 900 kimebebwa na kauli mbiu isemayo, utamaduni, sanaa na michezo, msingi wa maandalizi ya Mtanzania, shiriki uchaguzi mkuu 2025. Asante sana, good luck Msola, kwa taarifa hiyo. Takriban wananchi elfu saba wamepatiwa matibabu ya macho kutokana na changamoto wanazokumbana nazo, wengine wakipatiwa miwani na wengine wakifanyiwa upasuaji ili kuhakikisha kila mwenye tatizo la jicho wanapatiwa matibabu kwa wakati. Taarifa ya Daniel Simelta kutoka Mbea inafafanua zaidi. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Tulia Ackson amesema hayo wakati wa kufungwa kwa kambi ya macho ambapo ametoa takwimu ya wagonjwa wote waliopatiwa matibabu katika eneo hilo. Sasa wameshatoa miwani zaidi ya elfu nne eh, kwa wananchi wengine wamepewa, eh, kulingana na kila mtu kulingana na uhitaji wake, lakini wengine wamepewa pea mbili, wengine pea moja, basi, kila mtu kulingana na uhitaji wake na leo anaendelea kugawa watu ambao wameshahudumiwa mpaka sasa ni zaidi ya elfu nne na watu ambao wameshafanyiwa upasuaji mpaka sasa kulingana na changamoto zao, wengine wana mtoto wa jicho, wengine wana changamoto zingine ambazo zilihitaji kurekebishwa macho yao kwa kufanyiwa upasuaji uh, watu 283 mpaka leo asubuhi. Kwa upande wake, mratibu wa kambi hiyo kutoka Bilali Muslims of Tanzania Ain Sharif amezungumzia kuhusiana na suala la mtoto mwenye kansa ya jicho huku Hasani Omari, mratibu msaidizi, amezungumzia sababu zinazopelekea watu wengi kuugua macho. Si pia tumepata mgonjwa mmoja ambaye alitokea uh, Sumbawanga na akapewa rufa Mbeya. Kwa bahati nzuri, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba na sisi tukawa hapa tukaliona ilo, ilo tatizo. Huyo mtoto mnaweza hata mkapata picha zake na nini. E, e, ni vigumu hata kuangalia mara mbili jicho leo mtoto wa miaka miwili ambayo tunaita kitaalam ni retina glastoma, ni, ni aina ya tuma fulani hivi. Kwa hiyo mtoto leo, Mungu akipenda, tunaondoka naye. Tumewona wagonjwa wengi, zaidi ya wagonjwa elfu tano tumekutana nao na katika idadi ya wagonjwa tuliowaona tumegundua changamoto kubwa ni kutokana na mazingira na hali ya hewa na pia uh, elimu ya namna gani ya kutunza macho yao. Wagonjwa wengi wanapata matatizo ya macho na kuingiza bakteria kwenye macho yao, ni kuchukua vitu kwa kutumia mikono yao na kujishika kwenye, kwenye macho yao. Hata hivyo mzazi aliyekuja na mtoto huyo amekuwa na haya ya kusema yes, sumbaanga, tangu mtoto wangu aanze kuumwa Nikafika pale hospitali kubwa, ikashindikana, wakasema mpeleke Mbeya. Nikaja naye mpaka hapa Mbeya, ikashindikana, wakasema mpeleke Moshi. Kaona Moshi sina chochote kile, ila wakasema nenda tu, ndio tukawa tumesikia hapa kuna wazungu, ikabidi tukaja hapa. Ndio wakawa ametusaidia, wakasema tutawapeleka huko ili tukawasaidia pamoja na mtoto wenu. Shukuru watu waliotusapoti kufika hapa, pamoja na Salumu Sumri alitu kuwezesha kwa kichache kwa ajili ya kufika hospitalini rufaa hapa Mbeya, na tukaanza huduma ya kupima vipimo, wakatuambia matibabu yanapatikana Moshi. Tumeenda kanisa la Moravian, ndio wakatuambia kuna wazungu wamefika hapa kwa ajili ya matibabu ya jicho. Tulipofika tu jana, wakaturuhusu kwamba tunaweza tukawasaidia kwa kusafiri kwenda Dar, lakini kwa hapa hatuna matibabu. Nikiripoti kutoka jiji la Mbeya, mimi Smelta TV, habari. Asante sana Daniel Smelta kwa taarifa hiyo. Waziri wa fedha Dr. Migulu Nchemba amesema Tanzania imejipanga kukabiliana na mabadiliko ya sera za nje za Marekani kuhusu misaada kwa nchi za Afrika kwa kutumia rasilimali zake za ndani kupitia bajeti kuu ya serikali. Taarifa zaidi inasoma studio na Gula Kimsola. Dr. Nchemba amesema hayo alipokutana na kufanya mazungumzo na mkurugenzi mtendaji wa kundi la kwanza la nchi za Afrika wa shirika la fedha la kimataifa IMF. Adrian Ubise kando ya mkutano wa majira ya kipupo ya IMF na Benki ya Dunia inayofanyika jijini Washington DC nchini Marekani. Amesema kuwa serikali imetenga fedha na kuongeza mafungu ya matumizi kupitia bajeti kuu ya serikali ya mwaka wa fedha wa 2025-2026 kwa ajili ya kugaramia sekta mbalimbali zinazoathiriwa moja kwa moja na uamuzi huo wa Marekani. Ikiwemo sekta uh, ya afya, as African countries, uh, in Tanzania in particular, we cannot let our uh, development vision be disrupted by uh, uh, foreign policy over, uh, over other country. What we have to do we have to reorganize it, uh, domestically on the way we uh, mobilize our resources, uh, and, uh, and the way we, uh, reallocate them, uh, based on our priorities we infrastructure. Upande wake naibu waziri wa nchi ofisi ya rais, mipango na uwekezaji, Stanislaus Nyongo amesema kuwa serikali imekamilisha dira mpya ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 ambayo imeweka msingi wa kukuza uwezo wa nchi kujitegemea kwa kuimarisha sekta muhimu za uzalishaji ikiwemo kilimo matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano hatua itakayokuza kipato cha mtu mmoja mmoja na uchumi wa taifa kwa ujumla. Like so to to naye mkurugenzi mtendaji wa kundi la kwanza la nchi za Afrika wa shirika la fedha la kimataifa IMF, Adran Ubise, amepongeza Tanzania kwa kuchukua hatua hizo za kusimamia uchumi na kuhakikisha kuwa sera za nje za misaada za mataifa mengine haziathiri mustakabali wa maendeleo ya nchi. Asante sana, Gudluck Msola, kwa taarifa hiyo. Kijana alitambulika kwa jina la James Ayubu mwenye umri wa miaka 27, ambaye alikuwa mchimbaji mdogo katika mgodi wa Dilifu uliopo manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, amefariki dunia baada ya kufukiwa na kifusi. Neema Husein ana taarifa zaidi. Ni utaratibu uliotumika katika mazishi ya mchimbaji mdogo aliyekuwa akifanya kazi katika mgodi wa Dilifu uliopo manispaa ya Mpanda mkoani Katavi ambaye amefariki dunia kutokana na kufukiwa na kifusi siku chache zilizopita. Baba wa marehemu, mjomba, pamoja na pacha wanaodaiwa kuzaliwa siku moja wanaeleza sababu ya kutomwokoa ndugu yao akiwa hai. Kifusi kimebomoka kama mara tatu, kifusi wanaokoa, kifusi kinatoka, wanataka kumfikia mlengo aliyomo ndani ya ardhi kinafunika tena, wanataka kumtoa mlengo ta, kama mara tatu kifusi kinambomokea. Kwa hiyo siku ya, ya tatu nishale kama saa saba kamili, nikabidi yule kijana aliyekuwa amebaki mwambayndo, kijana wangu alishua pumzi, tukaona hisia tena, hata wanaozamia kwenda kumwita haitiki, ikaonekana kwamba bana huyu ametuacha, tukinachotakiwa tutumie jitihada ya kumtoa tu kama tupate mwili wake. Baada ya kwani, tulipokuwa tunahangaika kwenye kutopoloa, ikaonekana kama kwamba labda awepo na mwenzie, ndio kwenye zile imani nizo tukajipa hivyo, ikabidi tumpigie simu, akaja pacha wake, ndo akaja akasimama mbele kwenye kuokoa, akawa anashiriki naye kwenye kufukua, kwa sababu siku ya kwanza, ya pili ilishindikana, mpaka siku ya tatu ndo ikawezekana. Kama kawaida, sisi mapacha eh, tunajibeba kinafsi ila ila kimwili unaweza ukaona tuko kawaida hivi hivi, ila kinafsi sisi ndio tunalindana mm. Nikatoka hapo kwanza, nikaingia polini nikafanya maombi yangu mimi mwenyewe, nikaenda wamemtafuta tafuta hapo kule, akaonekana. Na siku hiyo ameonekana, mimi mwenyewe nakumbuka sauti nilisikia. Baada ya kwenda kumuona pale, mimi nimemwangalia mle, walimsemesha wakamwambia ana ndugu, akaitika kabisa. Eh, nakumbuka kauli ya mwisho mimi aliyokuwa ameiongea pale, nilikuwa nimeinukua hey! nime aliongea kwamba nifanyeni chapu na mimi niweze kutoka, hata kama nimevunjika miguu nipate kuona hewa ya duniani. Vijana ambao walikuwa wakifanya nao kazi katika mgodi huo wamesema wanaamini ndugu yao wamempumzisha sehemu salama, huku mwenyekiti msaidizi wa mtaa huo akitoa rai kwa vijana. Lile vaibu alikuwa la kwamba lina maelekezo kutoka sehemu fulani tuna utaratibu tu katika ile kibinadamu kuamini kwa kwamba sisi ni vijana, ujana wetu unakuwa hivi, unaishi hapa, unaenda hivi. Ndio sababu tukamzika ndugu yetu kwa vaibu kama lile, sababu wengi tunawazika kwa mavaibu kama yale, yule ndugu yetu makaburi, tumemzika kwa utaratibu kabisa, afu tumetumia fursa za uzikaji, yaani tumezika kama mwanandugu, sema tuicho tofautiana na serikali ya mtaa, tuicho tofautiana na wanandugu wa dini imani aliyokuwa nayo yeye, sijui ni ya Kiislamu, sijui ni ya Kikristo, pale ndio niliona utaratibu ule kutumika. Lakini tumemzika kiutaratibu ndugu yetu, kwa sababu tu dhaibu la uwana ndugu, tunaamini kwenye kumzika vile kafika sehemu salama, kile ni kikundi cha wao wachimbaji kule. Hilo ni la kwanza, lakini ukitaka kuangalia kulikuwa na mambo ya imani, umeona hapa hakukuwa na sala yoyote na mwanzo, kuna kiongozi hapa aliongea kwamba jamani, kama vijana tunatakiwa pamoja na kufanya kazi za kutafuta, lakini pia lazima tumjue Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nafikiri kungekuwepo hata na sala, sidhani hata kama wao wangekwenda kwenye ule utaratibu waliokuwa wanautumia. Siku chache zilizopita, TVE iliripoti taarifa ya watu kufukiwa na kifusi, huku mmoja akiokolewa akiwa hai na mwingine juhudi za kumtafuta zilikuwa zikiendelea. Hatimaye mwili wake umepatikana baada ya siku nne na kupumzishwa katika makaburi ya Kigamboni. Asante sana Neema Hussein kwa taarifa hiyo. Ikiwa ni miaka mitano imepita tangu mahakama ya Tanzania itoe hukumu dhidi ya shauri la rufaa la mabadiliko ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971 wadau wa kutokomeza ndoa za utotoni nchini wameitaka serikali kuongeza kasi ya mchakato wa mabadiliko ya sheria hiyo kutokana na ongezeko la ndoa za utotoni katika baadhi ya mikoa, hali inayoathiri ustawi wa mtoto wa kike. Wadau hao kupitia kwa mtandao wa kutokomeza ndoa za utotoni ambao wamekutana jijini Dar es Salaam kujadili changamoto na mafanikio ya mapambano dhidi ya mabadiliko ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971 kupitia kwa mratibu wa mtandao huo Lilian Kimati, wamesema bado nguvu inahitajika kutoka kwa wadau hao ili kushinikiza mabadiliko ya sheria hiyo ya ndoa licha ya serikali kuonesha nia kufanya mabadiliko. Na siku hii ya leo uh, tumejumuika pamoja. Hichi ni kikosi kazi ambacho kina uh, wadau tofauti tofauti kwa lengo la kutambua hatua ambazo zimefanyika kuhusiana na mapambano dhidi uh, ya ndoa za utotoni, na tukiangalia hususan uh, mabadiliko ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971. Uh, status bado kuna changamoto, bado sheria haijabadilishwa uh, mpaka hivi leo, lakini hii haimaanishi, haitukatishi tamaa tukiwa kama wadau uh, bado tunaendelea kuona ni kwa namna gani, hatua gani ambazo tunaweza tukazitumia tukiwa kama uh, wadau kutoka maeneo tofauti tofauti kwa ajili ya kuendelea ku, uh, push serikali iweze kufanya mabadiliko ya sheria ndoa. Kwa upande wake Fraine Michael ambaye ni meneja miradi kutoka taasisi ya Msichana Initiative ambao ni sehemu ya mtandao wa kutokomeza ndoa za utotoni amesema nia ya kufanya mkutano huo ni kuwakutanisha pamoja wadau hao ili kuweka mipango mipya baada ya sasa kuonesha mafanikio ambayo hata hivyo bado inahitaji msukumo kutoka kwa wadau hao ili kupata sheria mpya ya ndoa. Sio kubadilisha mbinu, ni mkakati ambao tunaofanya kwa pamoja, tuseme ontv yaani bado tunafanya kazi na, na wanaume tunafanya kazi na watoto wa kiume tunafanya kazi na, na wanajamii kwa ujumla. Kwa kwa mfano kupitia e, mtandao huu wa Tisemene ambao tuna bango lake hapa, wana mtandao mwingine ambao unaitwa Men Engage, ambao huo ni namna ambao wanaangalia wanaume wanashirikije kwenye e, namna ya kulinda watoto wa kike. Lakini sisi kama Msichana Initiative tuna majukwaa ya kijamii yanaitwa Msichana kef ambayo wanajamii bila kuzingatia sasa jinsia zao, wanaume wanawake, e, ambao ni wasome, ambao si wasome wanakuja pamoja kwa ajili ya kuangalia namna gani ambavyo wanalinda watoto katika jamii zao. Nao baadhi ya wadau wa mtandao huo wakiwemo mwakilishi wa taasisi za dini Husna Abdul na wakili wa kujitegemea Walter Carlos wamesema hatua ya sasa ilipofika wanategemea utashi na maamuzi ya serikali, hasa baada ya bunge kukubaliana mabadiko, andoya, fumoja, na mabadiliko ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971 kwa kupitisha mchakato wa uchukuaji wa maoni ya mabadiliko ya sheria hiyo. Kama viongozi wa dini wako tayari kushiriki katika mchakato huu wa kubadilishwa kwa sheria ya ndoa ya mwaka 1971 lakini pia wako tayari kushirikiana na serikali na wadau wengine katika kumsaidia mtoto wa kike katika kufikisha malengo yake na kuondoa changamoto ya ndoa za utotoni lakini pia mbali na hapo, kama viongozi wa dini walikuwa na mapendekezo yao, na moja ya mapendekezo ambayo tunayo kama viongozi wa dini, tunaomba serikali itusikilize na wadau mbalimbali wajitokeze, tuendelee kushirikiana katika kuhakikisha sheria ya ndoa ya mwaka 1971 inabadilisha umri wa ndoa. Hapo mwanzo kidogo, tunaona kuna mabadiliko, kwa sababu tangu lianze vuguvugu baada ya mahakama kutoa a, hukumu ya hukumu ya kuweza kupinga swala zima la ndoa za utotoni ambayo ilitoka mwaka 2019. Uh, tukiangalia mabadiliko kidogo yanatokea, na hii ni kwa sababu ya vuguvugu ambalo linaendelea. Jamii imeanza kupata uelewa, na hii ni kutokana na namna ambavyo wadau mbalimbali wamekuwa wakifikisha ujumbe kwenye jamii kuhusiana na swala zima la uh, kupinga ndoa za utotoni madhara yake, lakini pia faida za kuepukana na ndoa za utotoni kwa mtoto wa kike, lakini pia vile vile uh, tukiangalia kwa mwaka huu wa 2025 uh, tunapoadhimisha pia miaka 30 ya Beijing yabin uh, tangu ilipofikiwa, um, mwaka 1995 mwaka mwaka, na mojawapo ya agenda kuu hasa ile agenda ya 12 ilikuwa ni suala zima la the girl child, kwa maana ya mtoto wa kike. Kumbukwe kuwa mwaka 2019 mahakama kuu ya Tanzania ilitoa maagizo kwa serikali kufanya mabadiliko ya baadhi ya vifungo vya sheria ambavyo vipo katika sheria ya ndoa ya mwaka 1971 ili kuzuia binti kuolewa akiwa na umri chini ya miaka 18. Asante sana Gulaki Msola kwa taarifa hiyo. Mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM wilaya Kaliua, Suleiman Onesmo, ameonya wanachama wanaotafuta uteuzi wa nafasi za udiwani, uwakilishi na ubunge kwa njia zisizo uhalali, huku akisisitiza kwamba chama hakitasita kuwaengua wote watakaokiuka katiba, kanuni na maadili ya CCM kuelekea uchaguzi mkuu. Taarifa inaandaliwa na Joseph Ndau kutoka Tabora, inasomwa na Nasi Ibrahim. Hatua hiyo inajiri kufuatia baadhi ya wanachama wa CCM kudaiwa kukiuka taratibu za kuanza kampeni mapema kabla muda rasmi kwa kutumia mbinu kama kuanzisha mashirika yasiyo ya kiserikali NGOs kufadhili matukio ya kijamii. Tunapozunguka vijiweni hususa usiku, tayari kuna watu tunao tunaona wanakusanya vikao, wanaanza kujinadi usiku kwa usiku, kwenye pombe, kwenye burutebo, kwamba mi naweza mina... Kitendo cha hao wanaotia nia kabla ya muda ni ukiukaji wa kanuni na katiba ya chama chetu tayari wameweka mafaili kwa wale ambao wanatia nia kabla ya wakati, tayari mafaili yapo akizungumza kwenye ziara yake iliyolenga kuhamasisha kupata wagombea wenye sifa zinazostahili na sio wale ambao wameanza kutoa fedha ili kupata nafasi za udiwani na ubunge, mwenyekiti wa CCM Wilaya Kaliua Suleiman Onesmo amewataka waache, kwani CCM ina mfumo madhubuti wa kufuatilia mwenendo wa wanachama wake. Wito wangu, tunahitaji uchaguzi wa mwaka huu twende tukashinde kwa asilimia mia moja. Ninaamini tutakuja kushukuru mwezi wa kumi na moja tukiwa tuna diwani wa CCM tukiwa tuna mbunge wa CCM. ila angalieni sana, nimesema angalieni sana, hawa watu wanaoota kama mchicha wa jalalani kila siku naona, na kuna watu hapo wamenunua, tunawajua. Tuwaombe tu watu wanaofanya mambo hayo wasirudie, wasiendelee, wakome. Hatutaruhusu mtu aje auze kata yetu au jimbo letu kwa sababu yeye kapewa hela. Chama hiki kinaendeshwa kwa kanuni, kwa taratibu. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo, oandaliwa na Joseph Ndau. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Godi ni Mawanja. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari.